Kaunti ya Mombasa ni kwamba serikali hiyo ya kaunti ya Mombasa imeanza kutoa mafunzo ya kuwaelimisha wakongwe katika kaunti hiyo jinsi ya kujitayarisha kabla ya kustaafu. Washikadau wanaotoa mafunzo hayo wanasema kwamba baadhi ya wafanyikazi wanastaafu kabla ya kujiandaa vyema, jambo ambalo linapelekea wao kuhangaika baada ya kustaafu. Ulimwengu unapoendelea kuadhimisha siku ya wakongwe duniani, kaunti ya Mombasa haijasalia nyuma katika kuwakumbukwa wakongwe hao. Serikali ya kaunti hiyo iliandaa hafla ya kutoa mafunzo kwa wafanyikazi wakongwe ambao wanakaribia kustaafu kutoka afisini. Tunataka sasa kuweka mpangilio wa kueleweka wazi, inaitwa pre retirement training. Mumesikia hiyo pre retirement training. Tumekuja kuona wafanyaji kazi wetu wengi sana, baada wakishamaliza kazi mtu si amesha retire, yuarudi tena kwa kaunti, asema, nataka mnitafutie hata kama contract nifanye miezi mengine sita. Washikadau wanaoendeleza mafunzo haya wakidokeza kuwa ni mafunzo yatakayowasaidia wafanyikazi hao kujitayarisha vyema ili wakati wanapostaafu angalau wasiwe na wasiwasi wa kuitisha nyongeza ya muda ili kujipanga vizuri. Wewe umefanya miaka karibu 30, 35, umepeana nguvu yako katika kaunti ya Mombasa baada ya ile siku ikifika, unaambiwa nenda nyumbani. Mtu hajajitayarisha vizuri, anarudi tena nakuja, anasema nataka niongezewe muda, sijajitayarisha vizuri, nataka nipewe contract tena kama miezi sita. Sasa ikiwa tutapeana contract kwa wazee, wale vijana wanaochipukia tutawapeleka wapi? Si mnaona itakuwa balaa hey? So tumekuja kugundua kwamba kuna haja ya kutrain watu wetu ambao wanakaribia retirement. Kando na hayo, pia wamedokeza kuwa wanaanza mpango wa kuwatunza wafanyikazi bora kwenye afisi za kaunti kama njia mojawapo ya kuwanufaisha. Hii ni katika juhudi za wanapokuwa wakistaafu wawe na cha kujivunia. Tulizunguza tukasema, mimi kwanza huwa nasikia uchungu mtu amefanya kazi amejitolea katika County Government ya Mombasa kisha ana retire unashtukia tu yeye kwa hapa leo kesho hayuko. Mtu ambaye anamfikiria hayuko. Anything ambacho anabeba naenda nayo nyumbani ya kusema nilifanya kazi kwa Mombasa, jivunie alifanya kazi kaunti ya Mombasa, haiko. So kwa wale ambao wana, bado wanafanya kazi, tunaanza ile program ya reward and recognition ya kazi mzuri, it is competitive. Aidha, wakongwe hawa na hata jamii kwa ujumla wameshauriwa kusaza ulaji wa vyakula vyenye madhara mwilini na badala yake kuweka afya yao mbele kwa kula vyakula vyenye afya. Asilimia hamsini amsi 0 ya wafanyaji kazi wetu wa Mombasa wana diabetes. Mmesikia asilimia karibu hamsini Yaani wanaenda sipitali siku zote na ugonjwa wa kisukari. Inaletwa e kisukari na nini? Chakula mnachokula. Mary Kyallo, Undugu TV.